Hoja au au mada zinazoendelea kwenye chama chetu, ajenda zinazoendelea kutekelezwa na chama chetu za mkoa mzima, tuliopo hapa watatu ndio watendaji wakuu waliobaki wa kusukuma ajenda ili kuhakikisha tunaenda kutekeleza mkakati na mipango ya chama chetu taifa. Jambo la kwanza ambalo tunalijadili na tunaendelea kulifanyia kazi kila siku mausini pamoja na wanasheria wetu ni kesi ya mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundulisu. Tunasubiri hiyo tarehe ifike, twende mahakamani na tumekubaliana, tutaenda mahakamani Dar es Salaam kwa sababu ni takwa la kisheria, wala si maamuzi ya mtu nani aende na nani asiende. Jambo la pili ni tonetone tone. chama chetu kinajiendesha bila ruzuku na hata kama ipo haijitoshelezi na mahitaji ya chama chetu. Kwa hiyo tunawataka wanachama na wadau wengine waendelee kukichangia chama chetu ili kiendelee kujiendesha na tuende tukafikishe ajenda mahali panapohusika, kwa mwananchi wa mwisho kabisa chini huko, ili kwa pamoja twende tukaitekeleze ajenda yetu ya kuzuia uchaguzi mwaka 2025. Kwa nini tunazuia uchaguzi? Ni kwa sababu tumeona kasoro nyingi na serikali imeshindwa kuzitekeleza. Kila tunapokaa kwa kile walichokiita wao ni maridhiano, hawajatekeleza hata kimoja. Tangu 2019 hawajafanya hivyo, 2020 wamekuja kufanya zaidi ya miaka yote 2024. Kwa hiyo tukaona hatuwezi kuandaa wagombea na kuandaa gharama kubwa kwenda kwenye uchaguzi ambao serikali au Chama cha Mapinduzi wao wana mtu wao waliyemwandaa na tayari ana ya matokeo yake. Agenda namba tatu tunayotembea nayo kwa sasa ni no reform, no election. Kama hakuna mabadiliko kama hakuna mabadiliko, CHADEMA hatutashiriki uchaguzi, hatutafanya uchaguzi, lakini hata vyama vingine hawatafanya uchaguzi mpaka tutakapokaa tupate mustakabali wa taifa letu. Sababu so, hatuwezi kwenda kushiriki uchaguzi kwenye tume ambayo inateuliwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, rais mwenyekiti wa chama cha siasa. Hatuwezi kwenda kucheza mpira na refa anayemiliki timu ambayo tunakwenda kucheza nayo. Agenda nyingine tunayotendea nayo kwa sasa ni kuhusu wimbi la wanachama wetu kurubuniwa na kuhama chama Swala so hili limekuwa la dharura sana, lakini watu wameendelea kutembea kwenye kata zetu, sehemu ambako kuna viongozi wetu kwenye wilaya na majimbo, wanadanganywa kwamba kwanza katibu wa katibu wa jimbo atakuwa analipwa fedha nyingi pamoja na kupewa usafiri. Mi nataka niwaambie tu wanachama na viongozi wenzangu, swala so hili linalotembea ni uongo. Wanawalaghai na watakuja kuwaacha mahali ambapo sio salama. Wanachama watulie, chama kiko salama, tunaendelea tunaendelea kutengeneza mikakati salama ya kuzuia uchaguzi pasipo kumuumiza mtu yoyote, sababu CHADEMA hatumiliki askari, hatuna jeshi wala hatuna silaha. Tutakwenda kujenga hoja, tutasimamia misimamo yetu kwa faida ya taifa letu ili tupate reforms zitakazolilinda na kulilea taifa letu kwa faida ya vizazi vingine vitakavyokuja. Nitoe rai kwa viongozi wengine, makatibu wenzangu, mkoa wetu wa Katavi una, una wilaya tatu, wilaya ya Tanganyika, wilaya ya Mlele na wilaya ya Mpanda. Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitumia sana sana sana wananchi wanaoishi pembezoni mwa miji na kuwafanya kuwa mitaji kwenye uchaguzi mkuu na chaguzi nyingine. Kwa makatibu wenzangu, twende tukaongea na wanachama huko chini, tuwafundishe nini maana ya no reform no election, tuwafundishe nini maana ya msimamo huu wa chama chetu na kwa nini tunafanya hivi. Wananchi wakielewa, wao kwa pamoja tutashirikiana kuzuia uchaguzi. Lakini niseme dalili zimeshaonekana hata kwenye daftari hili lililopita juzi wananchi waliojiandikisha ni wachache mno kuliko miaka mingine yote ambayo wamewahi kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Kwa hiyo niseme watu wameanza kuelewa, watu wanaelewa na watatuelewa. Hajawahi kutokea mwaka wowote na kipindi chochote kile CHADEMA kuungwa mkono na makundi mengi kuliko kipindi kingine. Mfano, maaskofu wamekuwa wakipiga kelele kila siku mbalimbali zimekuwa zikipiga kelele kila siku, wanataka reforms, wanataka katiba mpya, wanataka tume huru, wanataka serikali irudi iongee na wadau wa vyama vya siasa na wanasiasa kurekebisha mifumo ya, ya, ya, ya uchaguzi. Imebaki ni kiburi cha chama tawala. Kwa hiyo tunatoa wito kwa rais wetu na viongozi wengine wanaomwakilisha kwenye mkoa wetu, ifike mahali waheshimu mawazo ya watu Waheshimu katiba japo kwa ubovu ilio nao, waheshimu wananchi, twende tukalijenge taifa letu tukiwa wamoja.